Na mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wacha nisome baadhi ya jumbe ambao imeingia hapa. Kuna mmoja anasema mimi niko na talent ya kucheza football but what I lack ni ball for training in our team. Huyu ni Dennis kutoka Central Alego. Mwingine hapa anasema nina umri wa miaka kumi na saba na mzazi huwa ananikataza kucheza mpira na mimi hiyo ni talanta yangu. Elvis kutoka Mpeketoni anasema I like skating but the problem is I don't have the skating shoes or the skates. Kuna mwingine anasema mimi nina talanta ya kuimba, sina mtu wa kunisupport. Huyo anaitwa Michael. Aha, kuna mwingine anasema kwa sasa wazazi wengi ndio wanachangia kupotosha watoto wao na pia hawataki kuwasikiliza. Aha, Seth naye anasema napenda mchezo wa kandanda lakini huwa nakatazwa. Mwingine hapa mwenye umri wa miaka 11 anasema na napenda football lakini sina jezi na uh, chakula pia ni shida. Tuzungumzie hili swala. Kwanza kabisa, kuna michezo ambayo mtoto anataka kufanya, lakini kuna uwezo wa mzazi. Hii balance tu tunaiafikia kivipi? Neno we, hiyo balance ni, ni ngumu kwa sababu mtoto yeye huwa hana limits. Ukifikiria hata wewe ukiwa mtoto, hata the sky, sky haikuwa pia limit mm -hmm. Ulikuwa tu una dream, unajiona mimi ninaweza kuwa Cinderella, mimi mm -hmm. ninaweza ishi kwa State House ulikuwa tu mm -hmm. unajiona kila mahali nakwamba, eh, nakwambia yani, ambition <laughs> <laughs> nayo. So ukiongea na mtoto, unashangaa anaelewa context, anaelewa tuko mm -hmm. kwa economy gani, haelewi mm -hmm. lakini, pia hiyo ni kitu nzuri kwa sababu mtoto wako anaweza kukua zaidi ya mahali wewe umefika. Mm-hmm akiendelea kudream na aendelea kufocus, Mungu atamfungulia njia yake Nya. So pia hatufai kuwa ambition sana, hatufai kumzima na kumwambia we uelewe, leo hakuna pesa, we ujui baba yako alituacha, you know, some things tunawaambia mtoto, na si makosa yake Nya. Yeye tu amezaliwa hajui, kuna ubaya na uzuri, anajua tu enyewe kila kitu iko ndani ya watoto watoto wote Nya. So watoto wanakuanga na hiyo mentality ya tuko sawa wote wazazi wote wako sawa, walimu wote wako sawa, na ndio maana wako very trusting pia na. So kenye tunafaa kufanya kama wazazi ni kuna kukustia hiyo ambition yao igrow tu na vile tunaweza na. So kustia ambition ya mtu si kuiua lakini pia huwezi you can't fulfill ambition yake yote mm -hmm. At once mm -hmm. So kufanya mtoto aanze kuwa realistic na vile anaona maisha mm -hmm. ni kukuwa na hiyo hali ya kumfundisha polepole pole. Mm -hmm. So inawezekana unaweza mwambia unataka mpira, unataka skates, unataka music yote okay, tatu yeah. Eh? Yeah. Na pia uko na ndugu zako watatu sasa tukubaliane kati ya skates, football na mziki ni gani sana unaona unataka? mm -hmm. Sasa mtoto asione kila saa ni no no, no mm -hmm. Pia umemmsikiza. Akwambie mpira si sana napenda, kwa sababu pia ndugu yangu anapenda mm -hmm. um, mziki si lakini, ukiniona kwa hiyo skating naona inanifurahisha sana mm -hmm. Unamwambia sawa, sasa chagua hiyo skating mm -hmm. alafu kwa skating unaangalia anahitaji nini, kama ni viatu, unaangalia mtumba. Gikomba by the way kuna za mtumba mm. mm -hmm. kuna viatu vizuri, kama uko Nairobi that is mm -hmm. Mpeketoni, sijui kuna which mm -hmm. soko gani mm -hmm. but unaona options uko nazo kama mzazi hata mm -hmm. eh, unaweza enda uongee na mtu ya ufanya skating around your place, uliza ni upata wapi hizi skate ama mtoto wangu anaweza saidikaje, kwa sababu sahi anataka sana hii skating but mm -hmm. sina hiyo hali, sina hiyo namna ya kumsaidia mm -hmm. so that anaona mzazi wangu ako, ako ako na anataka kunisaidia mm -hmm. na si ati amekataa completely, but naelewa mahali yuko, but naona hiyo bidii ya kunisaidia mm -hmm. so mtoto akisikizwa na aone uko interested na Kenya, anasema pia yeye anaanza kuwa realistic na expectation zake. mm -hmm. so challenge ni tusiue hiyo dream ya mtoto sana mm -hmm. kwa sababu tuna insist sana na economic situation tuko nayo sahihi. mm -hmm. Tuweze kutumia mbinu tuko nazo zote na za wazazi wenye wako karibu na sisi. Tusaidiane. You know, tunaweza kuta na sketches ya familia kama tano tuna share. Whatever they means that tunaweza tumia tukisaidiana, I believe mtoto ataona unajaribu kuna cha dream yake, at least ataridhika. Hata mwenyewe akigrow, labda kuna zingine atapasu mwenyewe. Labda ataingia music mwenyewe. Si lazima tena mzazi akiwa amefika hiyo level, labda si lazima atakuhitaji umsaidie. So, how do we tutamjenga aje asione ni kama umemuoa na pia asikwe na unrealistic expectations so anaishi all the time mm -hmm. Ako disappointed na mzazi kwa sababu haumfikishi mahali wenzake wamefika, so hiyo conversation na relationship i think ni muhimu naam. Uh, coach yes, huyo ambaye amezungumzia masuala ya chakula, tuzungumzie umuhimu wa, wa kuhakikisha kwamba mtoto ana lishe bora manake, unaweza kumkubali mtoto aende acheze, unaweza kulipa hiyo shilingi hamsini ya, ya kukodi labda jezi ama uh, vile viatu vinaitwa manati. Mm. uh, unaweza kodi hizo skates. lakini kama mtoto hajakula ataweza? sasa hapo ndio penye shida inakuja inatokea mm -hmm. kwa sababu eh, kwanza eh, kwa football lazima uku umeshiba maana mm -hmm. kutashikwa na kizunguzungu mm -hmm. so inakuwa ni rahisi sana basi eh, mzazi ndio inafaa aende kwa ambaye anashughulika naye kama coach amwelezee mimi nalemewa, kiwango fulani ya chakula nikushua vizuri sana 100%, eh, kwa hiyo nyumba waweza kukosa mili moja per day mm -hmm. so inakuwa ni rahisi sana tunaelewa situation vile kuko, but mzazi asiogope kuleta mtoto kwa mpira kwa sababu ya njaa kwa sababu ya nini? mm -hmm. Eh, mtoto anaweza kuwa anajua kucheza mpira sana. Maybe anaweza kuwa the best kwa team mm -hmm. but hajiwezi E, kama sisi kama makochi, e, tunakubali kama sasa unaingia kwa mfuko sababu ni sacrifice ya community. Sasa unaamua hapana, nitapatia mtoto chakula hata train, na utampatia lunch kutoka kwa mfuko yako, then kama kesho maybe utakuwa umelemewa kama coach na sasa kesho mimi mzazi amepata. Sasa mnachukua responsibility za mtoto, mnaanza compare vile kunaenda. Mm -hmm. Leo umepata, leo mzazi amepata, anakula. Mm -hmm. Na kama kumelemewa both side, unaweza ruhusu pia mtoto asikuje siku ya, ya kama leo ama kesho kwa sababu mpira inakuanga ni mazoezi mengine ngumu sana. Mm -hmm. Na ndio maana e, ukicheza ukifaulu unakula matunda yako peke yako. Mm -hmm. Kocha anabaki. Mm -hmm. So tunakubaliana vizuri sana. Eh, kama unajua utaweza mambo na chakula usikuje kwa uwanja. mm-hmm. Na huwezi ukakosa chakula vile nimesema, a whole day masiku mbili tatu mm-hmm. Uwezi ukakosa. So huyo mzazi, kitu inafaa fanya ongee na kochi wake. Najua kochi si mmoja, kwa hiyo timu anacheza kuna watu wawili watatu wazima ambapo mmoja akipata 50 anaweza kumbaia lunch mm -hmm. na anakula na anacheza na anasikia tu vizuri mm -hmm. so mzazi asikae, anakaa chini anasema hapana, ati mimi sasa bila kuna chakula kwa nyumba usiende mm hapana -hmm. isikuwe hivyo mm -hmm. yeah. na kuna ushirikiano gani ambao unaweza kufanyika uh, kati ya taasisi kama za shule mm -hmm. haswa uh, ukiangalia kama baadhi ya maeneo ambapo kuna changamoto ya viwanja Je, kuna shule ambazo ziko na viwanja ambayo mnaweza kushirikiana na, wakati ambapo kuna mazungumzo kama hayo, imeweza kuzaa ku, kuzaa matunda ambayo yanawasaidia watoto na wazazi pia? Yeah, inaweza lakini, sasa kuna wakati mwingine shule zinakuwa ni ngumu. Shule zinasema sisi tutachukua responsibility wakati wako watoto wako shule. Ndio wakati unaosekana na, na watoto, shule zikifungwa, shule itakuwa pale. Sasa wakati kama wa shule inakwanga mzuri sana kwa sababu kuna shule zingine zimekubali sports vizuri, zimekaribisha makoches kwa shule vizuri sana. uh -huh. Na wazazi pia wana support shule concerning payment ya sports kwa shule so, uh -huh. Hapo ndo wakati mzuri sana wenye uh, shule zingine zinakubali zinakupatia support full yenye mtoto akiwa pale anakula mili zote za sports. uh -huh. Na wameandika coach wa hiyo shule. uh -huh. So, hiyo hiyo link between coaches na shule, kuna link zingine ziko vizuri sana, but shule uh zingine inafika mahali mnaanza kusumbuana kwa sababu kocha akienda kwa ile shule kuna agreement inafahamu ileone na shule, kuna kitu ikitoka kocha atakuwa analipwa. Na kuna wakati mwingine e, kama mzazi hajapeana kunafaa shule isimamie kama hakuna hiyo fedha ya kupeana kwa kocha yes. So inakuwa ni, ni agreement inakuanga, lakini unapata sometimes shule zingine zinasumbua kulipa coach. So kocha anaamua hapana. Wacha mimi niondoke na wanafunzi wangu hapo. Mm-hmm. So inakuwa ni ngumu pia. Naam Michael, kituo cha CB kina ushirikiano wote kama huo na taasisi ama shule, ili yale ambayo mna ama zile huduma mnazotoa, wale ambao wako mbali na zile sehemu ambapo mpo, wanaweza pia kufaidika? Kwa sasa hivi hatuna ushirikiano wote na mbali na pale tupo lakini tunajaribu tu ndio tunang'ang'ana kwa sababu ndio tunasema ni kama ndio tunaanza kutambaa eh. Mm -hmm. Hata ingawa tumekaa kaa kwa muda, eh. Lakini ushirikiano unakuja kivipi wale wa, wanafunzi kwa sababu tunapata wanafunzi ama tunapata watoto kutoka maeneo mbalimbali. Mm -hmm. Sasa hasa pale kwetu tunasema tuna viwanja tuna uwanja wa kutosha. Mm -hmm. Wakija pale angalau wanapata mahali pa kucheza. Mm -hmm. Na michezo yote ile wanaotaka ikiwa ni football, volleyball, ni, ni michezo yote ambao wako nayo. Mm -hmm. Katika hiyo mambo ya team building. Sasa inapofika sisi kitu na, tunachofanya ni wakati labda tuko na watoto tunawasaidia kupata hiyo nafasi ya mahali ambapo wanaweza fanya michezo yao. Mm -hmm. Lakini kwa ushirikiano na taasisi zingine zozote bado hatujafikia hiyo. Naam. No. Lakini ipo njiani nasema. mm -hmm. mm -hmm, baadhi ya jumbe hapa kuna mmoja uh, anasema I'm a footballer also but I don't have a team to join what can I do. mimi napenda kucheza kandanda lakini huwa niko busy <laughs> nikisoma. Kuna junior kutoka Isiolo anasema anapenda skating lakini hana uh, hivyo viatu Edson kutoka Vihiga anasema na mimi napenda football but hatuna viwanja vya kutosha na enough materials za na kutumia, so hiyo inanipa changamoto mimi na wenzangu. kwa wale ambao uh, labda kwa wale ambao kwa umoja mm. Uh, sasa hivi wale ambao wametazama wanajua kwamba kuna football club ambayo mm, wewe kama kocha unaendesha na wenzako. Uh, hebu tueleze kwa wale ambao ndo wanataka kufanya lakini hawajui waanzie wapi. Uh, mtoto ama mzazi anaanzia wapi kujua kama lile eneo wanaloishi kuna club kama iwe ni ya kandanda ama iwe ni ya skating ama iwe ni ya swimming. Mzazi anaanzia wapi? Mtoto anaanzia wapi? Eh, au watoto wanajuana kwanza wenyewe kwenyewe wanajuana? Kama pale sisi kwetu, eh, unaweza pata eh, unapigiwa simu na mzazi anakuelezea na mtoto anafaa kuja kwa timu yako. uh -huh. So munakaa chini mwanaelewana na mzazi, lakini kama mtu mwenye ajui kama kuna kiwanja mahali popote penye anakaa, inakwanga rahisi sana huyo mtoto e, eh, inafaa kuwa na rafiki mwenye anapenda chenye anafanya. Kama mimi niko na rafiki yangu anacheza mpira, ninamuuliza tunaweza ni, unachezanga wapi mpira? mm -hmm. Unaona, sasa kama hapo inakuwa ni rahisi sana kwa huyo mtoto mwenye ajui penye uwanja yuko, atafuata mwenzake mpaka amlete. mm -hmm. Akisha mleta, sasa unakaa chini unamwambia, nipatie namba ya mzazi, tunaongea na mzazi sasa, mnaelewana na kondishoni ya vile sisi tunafanya kazi, tunaelewana na mzazi anamleta. mm -hmm. na kama unajua inakuwa, inakuwa ni ngumu kupata mambo uko na interest nayo sana, rahisi sana okay. e, kama pale umoja e, kuna one of my players nataka kumpongeza na sana, anaitwa James Kanyi ambaye anauza all facilities za bola kila kitu anauza, so ukikuwa na yeye na ukwe namba yake ni rahisi sana kumfikia. Atakupatia jezi. Mm -hmm. Atakupatia kiatu, atakupatia mpira kama unataka. Mm -hmm. as long as utakuwa very honest kwake. Mm -hmm. James Kanya akikupatia hiyo kitu anakuwa anafuatilia vile unafanya. Mm -hmm. Then ukishapata watoto wawili, watatu, wanne, watano, ukishafika kumi, utapata mzazi mwingine ambaye ako very interest atakuona chenye unafanya kama umejipanga vizuri, atasema hapana. Huyu mtoto wangu nitampatia mpira mmoja. Mm -hmm. Huyu mwingine atasema nitakubaia kitu fulani. Sasa utapata wazazi kama watano washakusupport tayari. Mm -hmm. So ule coach mwenye ana kitu yote ya kuanzia, ako na kitu ya kuanzia. Sasa unapata ameshapata support kutoka kwa watoto wenye walileta kidogo, na wazazi washajua huyu coach ako na vision na ambition ya kufanya kitu mzuri, so watamsupport. So mtu asiogope kuanza, odo ni ngumu sana kuanza, kwa sababu unaweza kaa pale peke yako, hakuna mtu mwingine akuje, kwa sababu hizi viwanja zetu za community hizi, kama Islands, ni viwanja ni, ni kidogo na ziko na timu mingi Mm -hmm. So kitambo upate kwanza tu kiwanja, una trainia unapata, kama saa hii shule zimefungwa hivi, unapata hii space, uwanja moja inatumika kama timu kumi pamoja, yeah. Jua hatuna, so kitambo upate mwingine akuachie ska space, ni lazima ukuwe vile ule zinajipange vizuri ndio kupatiwa nafasi. mm -hmm. Yeah, so lazima kuwe na maelewano fulani, maelewano kwa sababu penye mimi nafanyia kuna, usiwezi ngakuruhusu uingie hapo, lazima tuelewane <laughs> because penye nafanyia kuna timu mingi. So hii inatoka, hii inatoka inamaanisha na utatrain, so lazima nielewane na wewe vizuri nikuambie, sasa wewe utatwenda masaa fulani, na ukishafika hiyo masa utaondoka. mm -hmm. So, kuna, kuna mwelekeo mzuri sana ya, ya, ya viwanja so facility mm -hmm. ni kidogo sana. Kama pale umoja kuna viwanja mbili tu pekee, kuna ya tena ground na kuna Tumaini. Ile ya Tumaini, kama shule ziko on unatrain kuanzia saa kumi na moja tena ground iko very open, hiyo inatumika kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ni unapata iko very busy, na you can imagine timu kama timu kama kumi zinatumia tena ground na kuna wanafunzi wadogo academies. Mvua ikinyesha tuko locked imagine. Mm hakuna -hmm. kitu inaweza endelea. mm -hmm. So pale Umoja pia kuna ni shida kubwa sana ya viwanja ni mbili. So kama unataka kuanza pale inabidi ujipange vizuri ndio upate ka space kako, mm lakini hapa -hmm. najua sisi tunaelewana vizuri, mwenzako akikuja lazima mwache kidogo. mm -hmm. Tusaidiane, mm -hmm. kwa sababu wanafunzi ni wengi, siwezi nikachukua wote, siwezi nikaweza kwa sababu ya facility mm -hmm. yeah. mm -hmm. Uh, neno pale nyumbani kwa yule mzazi ambaye hawezi kabisa hawezi hata mm, ukimwambia hiyo shilingi hamsini, mm, hawezi. Mm. ni vipi ambavyo anaweza kuwasaidia watoto wa kuwe busy pale nyumbani hasa kwa wale ambayo labda kuna watoto watano, wanne, watatu hata watatu, mm, ni vipi ambavyo huyu mzazi anaweza kuhakikisha kwamba hawa watoto hawako kwa simu, mm, wakati wote lakini they, they are busy. Kuna, kuna kazi ambayo tunaweza fanya kwa hiyo nyumba. mm -hmm. Si child labor, si encourage child labor. Sisemi mm -hmm. watoto wako wakuwe kama wanafanya kazi yenye ni nzito sana lakini hata household chores zinasaidia mm -hmm. sana mtoto kugrow. Pia mm -hmm. anaweza kufanya you know, kama ni kufagia ama niweza ku clean nyumba ama at least kupanga hizo activities kwa nyumba zinaweza kumsaidia huu mtoto pia ku, kukua bizi asikwe tu amekaa kwa nyumba, amekaa kwa screen ama kwa timu ama kwa, kwa TV. mm -hmm. However, mtoto anapenda kufanya hiyo activity bado tu nitarudi hapo anapenda sana kufanya hiyo activity, na mtu mzima anapenda kufanya activity, apendi sana sana. Mtoto akiona watu wakubwa wa, wengi wamekaa na ni yeye peke yake anafanya kazi, anaona ni kama kuna kudhulumiwa. I, I, I think sijui ni vile wanaona maisha, sijui hata sisi tulikuwa tunaona tuli. <laughs> <laughs> Sasa mzazi amekaa miguu iko juu ya meza, lakini anatuma mtoto remote enye iko karibu na yeye, so kazi ya mtoto ni kukimbia kuletea vitu kufanya hivyo. Macha, unaweza kuwa unasema una train huyu mtoto, kuna mahali ambapo mtoto asipoona kenye unafanya How atangoja akuwe mzima afanye vile unafanya mm -hmm. So anajua oh, kazi ya nyumba inafanywangwa na watoto mm -hmm. Ama chochote important kitu productive inafanywangwa mm -hmm. na watoto mm -hmm. Watu wazima ni wakukaa na kuongea ama kushinda kwa simu mm -hmm. So hiyo ndo, hiyo ndo model anaona mm -hmm. Okay now what mtoto anaona ndio ina stick zaidi na kenye unamwambia mm -hmm. like beyond ni ni manki si manki du, anataka kufanya kenye unafanya, si kenye unasema. mm -hmm. <laughs> wanasema mtoto sana sana sana usimwonyeshe maadili mabaya na umwambie asifanye, hawezi mm -hmm. lazima afanye kenye wewe unafanya mm -hmm. so activities kwa nyumba viko like, activities mingi sana in terms of chores zenye mnaweza fanya kwa nyumba, vitu zenye kidogo mnaweza kuwa pia creative. CBC imetuletea ime, ime mm -hmm. a lot of creativity. Kama mimi kwangu, tunapenda ku collect carton boxes, sijui mm -hmm. nitakuelezeaje kwa nini? mm -hmm. kwa sababu eh, tuko tu na kijana a boy mmoja mvulana, um, um, anapenda sana kujenga, tunasema labda atakuwa architect ama engineer, bado tunatafuta, bado tunafind out mm -hmm. lakini anapenda sana kujenga So anasema nataka mninunulie material ya kuanza kujenga. Ndio naweza sema niende duka lenye liko Karen na ninunue Legos. Legos ni zile mm -hmm, blocks. Unapanga okay, unapanga mm -hmm. Lakini jamani ukiingia kule unaona bei unasema. Haleluya! si -hmm. <laughs> Sasa kuna hizi vitu ambavyo anaweza tu kujenga meantime kwa nyumba, mm umtafutie kitu kama stepla, a few things enye inasaidia cello tape nini nini. Unapata amejenga kitu ya maana na material yenye hata kweli haiku haiku cost kitu. Nilitoka tu nayo supermarket, mm siwezi nunua bag na sijabeba bag, niweke any box. So wanashindwa, "Oh uh, mama, mbona anapenda box?" Unajua? Lakini unaniona, unatuona. Eh, so kuna wakati si ati ni kukosa bag <laughs> ni ati hiyo box ikienda ikatwe katwe hivi kidogo, uh -huh. Mtoto anasikia amecheza, hey. Mm -hmm. So kwetu tuna tuna tunajaribu tuna, tuna sana kutafuta vitu ambavyo viko. Mm -hmm. unakumbuka tuki tuki, tukiwa watoto kulikuwa na magari za waya. Mm -hmm. Ulikua ulikuwa kunda baya kabisa, inaunda taya ama hata taya mzee. Mm -hmm. you know, so kuna vitu vingi sana ambavyo hata havihitaji havi pesa. Mm -hmm. Am, enye mzazi anaweza make sure ziko. Mm -hmm. Mtoto anaanza kujua ku, ku, ku, ku, kuweza kutumia hizo vitu na kucheza nazo. Mm -hmm. but mwisho watoto wanapenda pia kupika. Mm -hmm. Wanapenda hiyo kukoroga koroga vitu wanapenda wakiona wana, ah, kwani yangu imechomeka, wanapenda pia vitu kama hizo, so kuwahusisha pia kwa kupika, of which hiyo ni muhimu sana. Lazima kukuwe na mtu mzima, whether wewe mzazi ama mtu ambaye anakusaidia. Watoto wanafurahia sana hiyo environment mm, ya creativity. Kuna tu ka creative space yenye watoto uthriving, enye si lazima ikuwe kandanda, na pia kandanda ni mzuri na si lazima ikuwe any other activity outside house. Ukimake hiyo nyumba yako place in ambapo watoto wanafurahia kufanya whatever including house chores including kupika, eh, kupika mm -hmm. Hata kukimbia pamoja, kufanya hide and seek mm -hmm. Kama mzazi yuko na aweze kujificha nyuma ya curtain ah, mtoto amefurahi, anaona mm -hmm. ah, kwali yaani, mzazi wangu hata pia anaweza cheza na mimi mm -hmm. So there are many things, bado tunaweza fanya kwa hii nyumba mm -hmm. Hata without pesa mm -hmm. Na pia kuna a lot of uh, bills yeah. Za kulipa. Napenda hiyo umesema kwamba yeah. ukipika na mtoto pia ke mara nyingi ukiwa tusema unakanda chapati alafu mtoto nakunambe tukapa unataka kuleta uchafu. Kwa hivyo ni jambo moja ambalo, uh, bila shaka, tunajifunza unaweza kufanya na mtoto wako na hutakuwa umetumia pesa zozote. Mtazamaji, tunapumzika tena kidogo, tunarejea hivi punde na mengi zaidi. Je, unawashughulisha vipi watoto katika hii likizo ndefu? Wasiliana nasi